Mheshimiwa, ulisimamia vyema, ulitekeleza vyema na kila mtu Mzanzibari yoyote wa chama chochote mwenye akili timamu chaguo sahihi la miaka mitano ni ijayo anajua kwamba ni Dokta Hussein Ali Mwinyi. Wako watu wanafikiri urais kila mtu wanapata. Inashangaza na hii ni kuona ukubwa wa Chama cha Mapinduzi na vyama vyingine vidogo vidogo hivi. Chama cha Mapinduzi kinawaandaa vijana, wakakuzwa, wakaelekezwa, baadaye wakaandaliwa kuwa rais, na ndio maana tunapokuwa na rais chama cha Mapinduzi tunakuwa na rais wa kweli rais mchapakazi na mfano mwema. Angalieni awamu zote nane mm -hmm. Uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Bahati mbaya sana, mheshimiwa rais, hawa wenzetu wa rais, ukilala ukiamka, kwenye ndoto unaweza ukawa rais wa Zanzibar, yeah. Mheshimiwa rais, Zanzibar, ili uwe rais kuna vigezo maalum vinazingatiwa kama vinavyozingatiwa maeneo mengine, lakini kigezo cha kwanza, lazima mtu ambaye anaipenda Zanzibar. Tukisema mtu anayeipenda Zanzibar ni yule mtu ambaye anapenda maslahi ya Wazanzibari. Mheshimiwa Rais, umethibitisha na umepasi kwa zaidi ya asilimia mia mia kwamba wewe ni kipenzi cha Wazanzibari hawa. <laughs> Wengine wanafikiri uraisi huu ni uraisi wa vilabu vile vilabu tu vidogo vidogo kule, inatangaza kwanaetaka rais na wewe ndio ukawa rais. Uwezi kuwa rais wa nchi hii kwanza, kama muheshimu watu, huna nidhamu kwa watu. Asili ya Zanzibar mheshimiwa, ni nidhamu na, na upendo kwa wananchi wa Zanzibar.